Mm -hmm. Sasa vijana katika vyoanuai kuna miradi gani ambayo munajihusisha sana sana masuala ya mazingira? Ndio, uh, sisi mimi, uh, kama mwenyekiti mm huwa -hmm. uh, nahimiza sana mambo na ubunifu mm -hmm. na nafurahi sana katika hatamu yangu hii nimeweza mm -hmm. kushuhudia ama nimeweza kuempower vijana wawili watatu lakini uh, zilizo standout ni mbili. Wa kwanza ni anaitwa uh, plastic amefungua kampuni inaitwa yeah. plastic na lazima mnamjua the lady and the guy yeah, yule alikuwa the head of innovation and uh, uh, the climate change action where we sat down and uh, saw the need uh, of turning Uh, this waste into a useful product. Tukatoa hiyo hiyo hiyo plastiki ikawa ni gas Gaps, yeah. Na pia uh, kuna mwingine anaitwa Muhammad Chai uh, kamp alifungua kampuni pia lakini yake ni segregating of waste from the source, sababu tumeonelea uh, kuna shida kubwa sana ya e, uh, taka takataka sisi kama, mm -hmm. sisi kama Uh, wanagenzi mara nyingi hatujui tofauti ya takataka. Kuna aina nyingi ya takataka, nikiongelea kimombo, kuna chemical waste, kuna organic waste mm-hmm. kuna hazardous waste, kuna hizi sharps. Ni kwamba hatujui kuzitofautisha.